Mtume akamwambia kilichokuangamiza ni kitu gani? Akasema, nimefanya kitendo cha ndoa kwa mke wangu katika mwezi wa Ramadhan na hali mimi ya kuwa mimi nimo ndani ya siyam. Mtume akamwambia kwa kumuuliza, alayhi salatu wassalam, je, unaye mtumwa wa kuacha huru au unamiliki hilo, ima mtumwa wake binafsi anayemiliki amwache huru au kwa gharama zake amgombowe mtumwa aliyemilikiwa na mwingine yule bwana akasema, hapana, si, sina mamlaka na hilo. Mtume akamwambia alayhi salatu wasalam, je, unaweza kufunga miezi mfululizo? Akasema, hapana ya Rasulullah. Mtume akamwambia tena, je, unaweza kulisha maskini sitini? Akasema hapana. Kisha yule mtu akakaa pale pale karibu na Mtume alayhi salatu wasalam. Mtume alipoletewa tende akamwambia yule bwana, chukua tende hii katoe sadaka na ilikuwa na ni tende inayotosha kwa maskini sitini. Yule bwana akasema, hivi nikatoe sadaka sadaa kwa aliye fakiri zaidi kuliko mimi? Ya Rasulullah, wallahi hakuna katika mji huu wa Madina ulio baina milima miwili hii, hakuna nyumba yenye uhitaji na ufakiri zaidi kuliko mimi. Mtume alaihi salatu wassalam akacheka kisha akamwambia, haya, kawalishe watu wa familia yako. Yule bwana akarejea katika familia yake na tende ile ambayo imekuwa ni manufaa kwake na familia yake. Kaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na huzuni, na akarejea na furaha, na tayari ikishapata faraja. Sasa mtu anaweza akasema hadithi hii lakini, imemtaja mwanamme ndiye ambaye kapewa hukumu ya hiyo kafara ya kitendo cha ndoa, wala mtume sallallahu alaihi wasallam hakumwambia na huyo mkeo naye anawajibikiwa na kafara. Je, vipi tunasema kwamba mwanamke naye inamwajibikia kafara kama mwanamme, kwa kutenda kitendo cha ndoa, hali ya kuwa hadithi hii ndani yake Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuzungumza lolote juu ya mwanamke? Na kikawaida katika sheria, la yajuzu ta'khiru al-bayani an waqti al-haja, haiwezekani ubainishwa jambo kukacheleweshwa wakati haja tayari ipo na jambo lishatokezea. Jawabu ya hilo ni kwamba mwanamke ni kama mwanamume katika hukumu hii, na kwamba huyu bwana kaja mustaftiyan la taliban lilqada, kaja hali ya kuwa anataka fatwa na si kwamba anataka kuhukumiwa qada. Na katika uislamu kuna tofauti baina ya kazi ya almufti na kazi ya alqadi. Alqadi jukumu lake hutafautiana na almufti. Almufti ni mtu ambaye anatoa fatwa bila ya kumlazimisha mpewa fatwa kuitendea kazi fatwa ile yani, maqamu alfuti ana maqamu alqada ni maqamu bila taf. Inawezekana ikawa mwanachuoni mtaani, kaja mtu kwake anataka ajue jawabu ya suala fulani, yule atampa fatwa kulingana na alivyouliza. Kwa wakati huu, huyu bwana ambaye katoa ka, ka fatwa hii pale, kafanya kazi kama ni aa, almufti. Afta bi hadhihi alfatwa, katoa fatwa hii ka lakini pengine mtu huyo huyo anafanya kazi ya kwamba yeye ni alqadhi katika mahakama. Sasa kule kazi atoifanya kule juu ya jambo hilo hilo tukio hilo hilo ataifanya nyingine tofauti kabisa na huko alikotoa fatwa mtaani kule. Sasa anaweza baada ya kuletewa kesi akamwambia mtu huyo ambaye pengine ametanzana na mkewe katika jambo la kindoa, akamwambia lete mkeo na lazima tumsikilize, kwa alqadha linakuwa ni jambo endelevu, linaloendelea mpaka kufikia hatima ya lile jambo lenyewe, lakini fatwa inakuwa mara nyingi inatolewa, tena yule mpewa fatwa ni baina yake na Mola wake, ikiwa alivyouliza ndivyo. Maana hadadisiwi kwa undani wala haambiwi kwamba na upande wa pili nao uhudhurie hapa. Kwa hiyo huyu bwana alikuja kama kutaka fatwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na mtume akafanya kazi ya alifta kwa wakati huo na hakufanya kazi ya alqada. Ndiyo maana mtume sallallahu alaihi wasallam akampa fatwa inayomhusu yeye muulizaji, wala hakuingilia jambo la yule mwanamke ambaye ndo atakuwa ametenda naye kitendo cha ndoa huyu mumewe. Wakasema jambo hili mfano wake ni kama jambo la mke wa Abu Sufyan. Mke wa Abu Sufyan alipokuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akashtaki kwamba mumewe ambaye ni Abu Sufyan hampatii matumizi ya kutosha katika ile familia yake. Mtume hakumuita Abu Sufyan kwa sababu alikuwa anatoa fatwa kwa wakati huo, akamwambia kwamba khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf, wewe chukua kwa mumeo mali inayokutosha wewe na watoto wako, lakini chukue kwa wema. Ina maana ya kwamba ana haki ya kuchukua mali ya mumewe wakati hajui, kwa vile mume ana dhulumu, hatoi cha kutosha kwa ajili ya mke na watoto wake. Kwa hiyo akaruhusiwa mwanamke huyu na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuchukua kutoka kwa mumewe

Alqada sasa, hapo kama ingekuwa inafanyika kazi ya uk au ukadhi hapo, ingetakiwa sasa mume aje naye adadisiwe kuna ukweli wa hilo au haupo, na vitakuwa hukumu yake, halafu tena jambo lingehukumiwa kwa kusikilizwa pande mbili. Na mara nyingi alqada inakuwa ni mulzi tofauti na alfatwa. Alqada inamlazimu mpewa hukumu aitekeleze, lakini alfutia au alfatwa ni kitu kinachotolewa halafu tena mtu anakuwa baina yake na mola wake, katekeleza fatwa ile au kaiendea kinyume. Kwa hiyo ikiwa hali ni hiyo, basi basi itakuwa hadithi yetu hii imekuja zaidi katika makamu lfatwa, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam hajazungumza kitu juu ya huyo mke mtu. Kwa hiyo hoja ya hadithi hii ya kusema kwamba mwanamke haimwajibiki kafara, wakati na yeye amemkubalia mumewe katika kitendo cha ndoa ndani ya mchana wa Ramadhan, hoja hiyo haipo kwa sababu hapa katika hadithi itolewa fatwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuangalia upande wa pili, hatuwezi kujua kwamba na mwanamke naye ingekuja, pengine naye angepewa hukumu hiyo hiyo, lakini aliyekuja ni mume mtu. Dalili ya pili ya kwamba mwanamke naye inamlazimu hukumu kama mwanamme ni kwamba katika sheria ya Uislamu ni kwamba al aslu tasawi al rijali wan nisai fi al ahkam illa ma yahtassu bihi ahadul jinsayni duna al akhar, asili ni kwamba katika Uislamu jinsia ya kiume na ya kike ziko sawa zote mbili katika hukumu za Uislamu na za kisheria, ila yale mambo husika yanayo jinsia moja kati ya jinsia mbili. Na ndio maana unakuta aya nyingi katika Qur'an zinakuja na neno ya ayuha alladhina amanu, inakuja dhamiru aljam'i ya wanaume wao ile amanu, haisemwi ya ayuha alladhina amanu wa amanna, kwamba wakahusishwa nao wanawake vile vile kwa dhamiri yao ya kike inamaanishwa kwamba kumbe hukumu nyingi wanaume na wanawake wanafanana, mpaka katika hata zile ayat ambazo zimekuja taja wanawake kwa dhamiri ya kike, basi ayat kama hizo zimewahusisha wanaume katika zile sheria ambazo wanashirikiana watu wa jinsia. Wakati kikawaida katika lugha ya Kiarabu dhamiri ya kiume inawabeba wanawake, lakini sio kinyume chake, kwamba haitumiki neno linalowahusu wanawake likawabeba wanaume, lakini kwa sababu sheria inasema uasilia ni kwamba umepelekea jinsia ya kiume na ya kike kwamba ziko sawa katika hukumu, basi wote wanapewa hukumu moja. Kwa mfano aya ya nne ya sura Nur inasema walladhina yarmuna almuhsanat, na wale watu ambao wanawasingizia wanawake safi waliojiepusha na zina, wale wanaowasingizia wanawake walio mbali na zina, wakawasingizia kitendo cha zina Thumma lam yatu bi arba'ati shuhada, kisha hao wasingiziaji hao hawa, wakawa hawakuleta mashahidi wanne wa kusimamisha hoja yao ya kwamba kweli zina imetendwa. Fajliduhum 80 jalda, watu hao wapigeni bakora 80, watu hao wapigeni bakora 80. Aya hii ukiangalia unaona kwamba waliotajwa hapo katika kitendo cha kusingiziwa ni almuhsanat na bila shaka sote tunaijua siri ya kwamba wametajwa wanawake katika jambo la kusingiziwa, kwa sababu tukio hili hasa lilitokea baada ya kusingiziwa Aisha radhiallahu anha, kitendo cha na Aisha ni mwanamke. Na pia inawezekana ikawa hekima ya kutajwa wanawake hapa ni kwa sababu mwanamke akisingiziwa zina, aibu inakuwa kubwa zaidi katika familia yake, tofauti na mwanamme anaposingiziwa zina, familia yake hata kama itapata aibu, lakini tofauti na yule na hali kadhalika maumivu ya mwanamke juu ya kukashifiwa juu ya kitendo hichi au kusingiziwa ni kubwa zaidi kuliko mwanamme. Hilo ni jambo linafahamika, lakini maulama wakasema, rahmatullahi alayhim, kwamba kama itatokea watu wakamsingizia mwanamme kitendo cha zina, basi hukumu ni hii hii iliyotajwa katika Qur'an, nayo ni bakora 80, ingawaje aya imewataja wanawake almuhsanat, haikusemwa almuhsanin lakini asili ni kwamba inapotajwa hukumu ya wanaume inawahusu wanawake pia, na inapotajwa hukumu ya wanawake inawahusu wanaume pia, ila katika mambo ambayo yana jinsia moja kati ya jinsia mbili. Wanaume hawajatajwa hapa katika aya hii, lakini nao pia wameingia. Ina maana heshima ya mwanamme inapoharibiwa kwa kusingiziwa zina ni kama heshima ya mwanamke, na kwamba heshima zote mbili kivunjwa zitapelekea wasingiziaji wapigwe bakora 80. Hoja nyingine, maulama wamesema, kwani kitendo cha ndoa kinapofanyika kwa Kinapo njia ya zina, si kinapelekea adhabu sawa kwa mwanamume na mwanamke. Ikiwa mwanamume au mwanamke kawahi kuolewa au kuoa, sheria ya Kiislamu anafanyiwa rajm, anarembewa mawe mpaka afe, na ikiwa hawajawahi kuoa au kuolewa, pana aljaldu wa taghrim wa taghrib, ni kwamba wanapigwa mijeledi halafu wanaondolewa katika ardhi hiyo na nchi hiyo Yani eneo hilo wanahamishwa kama ni adabu kwao, hiyo ndio asili katika sheria. Ina maana ya kwamba ikiwa kitendo cha ndoa cha zina kimefanya iwe hukumu sawa kwa jinsia zote mbili, basi wakasema pia kafara ya kitendo cha ndoa kwa kuiharibu siamu ya mchana wa Ramadhani, kafara hii kwa wanaume na wanawake ndio hiyo hiyo kama ilivyokuwa kafara ya adhabu ya mzinifu ile adhabu inayotolewa na alhadd ni kafara ile ya kudondosha dhambi. Kafara ile ni sawa kwa jinsia ya kiume na ya kike, basi pia kitendo cha ndoa ikiwa kimefanyika baina mwanamume na mwanamke, wote wamefanya kwa hiari zao na kwa kulitaka lile jambo bila udhuru wa kisheria, hapo patakuwa na kafara kwa pande zote mbili. Wako wanavyoni wanasema, kafara ikifanyika kitendo cha ndoa inamhusu mwanamume tu, mwanamke haimuhusu kwa sababu Mtume hajamtaja kwenye hadithi, lakini tushajibu jawabu hiyo. Na wako waliosema kama atalazimishwa mwanamke juu ndo cha ndoa, ina maana ya kwamba huyu mume ambaye kamlazimisha mkewe au mwanamme ambaye kamlazimisha mwanamke hata kama si mkewe, labda kamwekea bastola na atamua asipo asipomakinisha katika kitendo, yule mwanamke kwa kuogopa uh, kuuliwa na halitaki lile jambo, na yumo ndani ya siyama, kalifanya jambo lile bila shaka mwanamke huyu atakuwa hana dhambi, hana dhambi. Lakini kama itakuwa ni mke kalazimishwa na mumewe pia kwa kutishiwa maisha yake, basi kafara, baadhi ya wanavyuoni wanasema itakuwa ya mwanamme, tena zitamwajibikia kafara mbili: kafara moja juu ya nafsi yake kufanya kitendo cha ndoa, kafara ya pili juu ya mkewe ambaye kamlazimisha kwenye kitendo. Lakini kauli sahihi ni kwamba mwanamke anapolazimishwa, siamu yake iko salama, na kwa sababu siamu haijaharibika, basi hakuna kadhaa wala kafara ila mwanamume atapata dhambi juu ya kafara juu ya kosa lake na atawajibikiwa na kafara na atapata dhambi ya kumtia mkewe katika shida kama hiyo. La ikitokea kwamba mwanamume kafanya kitendo kile kwa udhuru wa kutojua, labda ni Muislamu mpya na pengine na mkewe wote Waislamu wapya hawajajua kama kitendo kile kinaharibu swaumu, basi hawana kafara wala haitowajibikia kulipa. Pia ikiwa kimefanyika kitendo kwa kusahau au kwa kutojua kwamba alfajiri imeshaingia tayari katika hali zote hizo ni kwamba siamu zao ziko kwa hiyo kulazimishwa, kutojua hukumu au kutoijua ile hali ya kwamba hali ile walionayo ni kwamba tayari siamu ishaanza, walidhania bado usiku upo au kusahau, yote hayo yanawapelekea kwamba wa salama katika siamu yao. Uh, anaweza mtu akauliza kwamba ikiwa kutojua kumesamehewa, mbona huyu mtu aliyekuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam naye alikuwa hajui zile hukumu ambazo kapewa, na tunaweza tukasema tukio hili ndo limeasisi hukumu hii, hukumu ya kafara hiyo, ya kwamba mtu anatakiwa uh, ache huru mtumwa, na kama haliwezi hilo afunge miezi miwili mfululizo, na na kama haliwezi hilo alishe maskini, na bila shaka kwa zama zetu yatakuwa ni mawili tu, kwa sababu mtumwa hayupo zama zetu. Ikitokea kitendo kama hichi itakuwa ni kwamba mtu anawajibikiwa afunge miezi mfululizo ama uh, mtu huyu atachowajibikiwa yeye ni kulisha maskini ikiwa ameshindwa kufunga miezi miwili. Sasa swali kija, huyu mtu aliyekuja kwa mtume alikuwa hazijui hukumu hizi za kafara, na tumesema kwamba kutojua ni udhuru katika sheria. Jawabu ni, ni kwamba kutojua ni udhuru kumesameheka, ikiwa mtu hajajua kwamba hichi kitendo ni haramu na kinafunguza la ikiwa mtu hajajua tu hukumu gani itakayozaliwa katika upande wa kafara na adhabu, baada ya kutenda kitendo hichi, ikiwa hilo hajalijua, huo si udhuru. Labda kwa mfano, uh, mtu kaishi mbali na miji ya Waislamu, anajua kwamba kuzini ni haramu, lakini hajui tu kwamba zina inapelekea kupigwa bakora. Huyu hatutosema kwamba ile zina haikuwa dhambi Zina ni dhambi na ni kosa, na bakora atapigwa kwa sababu anajua uharamu wa kitendo, ila hajui hukumu ya adhabu itayopatikana baada ya kutenda kile, tofauti na yule ambaye hata hakujua hasa kama kuzini ni haramu. Mtu ambaye ndo kwanza akaslimu na hajajua kwamba zina ni haramu, kwa mfano au kaishi mbali na miji ya wa Waislamu, kaishi katika mazingira hakuna ulama na si kwamba kafanya uzembe katika kutafuta elimu, isipokuwa tu hali ilipelekea, sijue huyu kama hajajua kwamba kuzini ni haramu, hapigwi bakora lakini amejua zina ni haramu, ila hajui kwamba ukishazini kutakuwa na adhabu fulani, basi huyu kutojua sheria inasema nini juu ya adhabu ya zina, ili si udhuru, bali zina itakuwa ni dhambi na adhabu yatapewa. Sasa aliyekuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anajua kwamba kitendo cha ndoa baina yake na mkewe ni haramu mchana wa Ramadhan, ikiwa wamo ndani ya siyam. Na ndio maana alipokuja akasema, halaktu, nimeshaangamia ya Rasulullah, ina maana kwamba alijua kwamba ni dhambi ila hakujua tu itatoka adhabu gani na kafara ipi. Kwa hiyo kutojua kwa huyu bwana tusije tukachukulia kama ni hoja ya kwamba hata huyu naye hajajua, hapana. Huyu hakujua adhabu gani na kafara ipi itamwandama, lakini alijua kwamba lile ni kosa. Kwa hiyo kutojua kulikosa meeka sheria ni kwamba kile kitendo chenyewe husika mtu hajajua kwamba kina makosa na kwamba kinaharibu siamu na katika jambo hili maulama sasa wakaanza kulieleza katika upande wa mtu msafiri. Mtu kasafiri yeye na mkewe, safari ambayo inamruhusu asifungi, lakini kwa bahati wakawa wamesafiri na siyamu yao wote wawili. Sasa kama itatokezea kabla ya magharibi, muda wowote ule, iwe ni saa nne za usubuhi tayari washasafiri, labda wako China au popote pale, iwe saa tano iwe mchana iwe jioni akastarehe na mkewe kufanya kitendo cha ndoa hichi, huyu hana dhambi wala hawajibikiwi na kafara, ila kitachomwajibikia yeye kuilipa hiyo siku. Kwa nini? Kwa sababu yeye tokea hapo sheria ilimpa ruhusa ya kutofunga baada ya kuingia katika safari. Akishakuwa mtu kaingia kwenye safari na akashawaacha majengo ya mji wake, ameshasafiri hata angetaka kula yeye ameruhusiwa lakini tu alichokifanya mwanzo haikuwa kula, alichokifanya mwanzo ni kile kitendo cha ndoa baina yake na mkewe, kikawa hicho ndo kilichovunja swaumu yake. Basi hata ikiwa hicho ndio kitendo cha mwanzo, hakijambebesha dhambi mtu, kwa sababu mtu anaivunja swaumu yake ima kwa kula au kunywa au kwa kitendo cha ndoa au mengineyo ambayo ametaja wanavyuoni. Kwa hiyo yeye alipoamua kufanya kitendo cha ndoa kile, ni kwamba tu aivunja swaumu yake, hata atakiwaje ailipe, lakini hana dhambi wala hawajibikiwi na kafara huyu. Hali kadhalika mgonjwa, kama yeye ni mgonjwa na mkewe ni mgonjwa, na wote wawili wana ugonjwa wa kuruhusika wale, lakini wakajikalifisha siamu wote wawili, na katika hali yao hiyo hiyo ya ugonjwa, ikafika wakati mume huyu akamtamani mkewe, wakafanya kilo cha ndoa, hawa si watu ambao wanawajibikiwa na kafara wala si watu ambao watakuwa wametenda, isipokuwa tu watailipa hii siku ambayo washaivunja siyam yake. Na kama itatokea mtu kafanya kitendo cha ndoa katika siku mbili tofauti, kafanya kitendo cha ndoa katika Ramadhani ya nne, si atawajibikiwa na kafara huyu? Ina maana ya kwamba achehuru, kwa zama zetu za leo hakuna mtumwa. Atafunga miezi miwili ikiwa hilo analiweza la afya yake hairuhusu, kwa sababu hata hiyo ramadhani yenyewe anasubi siku ambayo afya inamruhusu ndo anafunga, nyingine afya haikubali anawacha ili ajialipe siku za mbele. Ina maana kwamba huyu hawezi fili mfululizo, atalisha masikini. Sasa ramadhani ya nne kafanya kitendo cha ndoa, alikuwa amefunga tahamaki akafanya kitendo cha na ndo kimekuwa cha mwanzo hicho, akaharibu siamu yake kupitia kitendo hicho, na ramadhani ya tano vilevile akafanya tena kitendo cha ndoa na kwa bahati ikawa hajafanya kafara juu ya ku, ya mwanzo ile alioharibu, yani ya nne. Je, itamwajibikia kafara moja tu kwa vitendo viwili alivyovifanya katika siku mbili? Baadhi ya maulama wanasema naam, kafara ni moja tu, kwa sababu huyu wakamfananisha na mtu ambaye kaapa viapo zaidi ya kimoja na vyote hajavitekeleza. Ina maana kwamba kafara yake itakuwa ni moja tu kwa sababu anasema hizi ni kafaratu min jinsi wahid, kafarat zilizosababishwa na jinsi moja. Kwa hiyo ipo kauli hiyo ya wanavyuoni, lakini bila shaka kauli ya usalama zaidi ni kusema kwamba aa, siku ya nne ya Ramadhani ni siku iliyojitegemea ni ibada iliyojitegemea na siku ya aa, mwezi tano au siku ya tano ya Ramadhani hivyo hivyo. Kwa hiyo zitamwandama kafara mbili, yani zitakuwa zimeshamkamata zita kafara mbili tofauti azitekeleze na kafara hizo hachagui alitakalo kati ya yale mambo matatu, bali anafanya aliwezalo kwa mpango uliopangwa. Anaweza kuacha huru mtumwa, hata acha huru, na asije akafunga wakati kuacha huru mtumwa anaweza. Na kwa zama zetu za leo, ambapo hakuna mtumwa, ina maana ya kwamba atakuwa amebakia mawili. Kwa hiyo la kwanza, kama analiweza lazima alifanye, hii kufunga miezi mio. Kama afya hairuhusu kabisa na hawezi, na Allah ndo anajua hali yake na yeye mwenyewe anajijua, basi ndo atalisha maskini, ina maana basi kwa kauli ya usalama zaidi na ndiyo kauli ya wanavyuoni wengine hiyo ambayo nayo ina nguvu sana, kusema kwamba kama kaharibu siku mbili tofauti kwa kitendo cha ndoa, basi atakuwa anadaiwa kulisha maskini mia na ishirini, kwa sababu maskini kwa ile siku ya nne alioiharibu ya Ramadhani, ni wengine kwa ajili ya siku ya tano, na zote mbili ameziharibu kwa kitendo cha ndoa. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, kitu muhimu. Ni kitu muhimu sana Muislamu kuangalia jambo lake kwamba analifanya kwa usalama zaidi. Masala nyingine ni masala ya kwamba mtu kakariri kurejea kitendo cha ndoa, kakariri kurejea kitendo cha ndoa ndani ya siku moja. Kafanya kitendo cha ndoa alafu ndani ya siku hiyo baada ya muda akafanya kitendo chengine, kwa kauli sahihi ya wanavyuoni ni kwamba mtu huyu kafanya makosa mawili tofauti. Kosa la kwanza la kuharibu heshima ya mchana wa Ramadhan wakati humo ndani ya siyam, hili ndo limepelekea aje ailipe hiyo siku na atende kafara ile anayoiweza kwa mujibu wa mpango uliopangwa na alete tauba juu ya dhambi hiyo kwa hiyo kaiharibu siam. Ama kitendo cha ndoa cha pili, atakuwa hajaharibu siam, bali kaharibu imsak. Imsak ni kitendo cha mtu kizuia wakati kashaiharibu siam, atajizuia asile wala asinywe wala asifanye kitendo cha ndoa kwa muda wote ule mpaka maghribi. Labda kwa mfano, mtu katika siku moja ya siam katika Ramadhan hana udhuru wowote wa kisheria, akatamani tu chakula fulani, akala, huyu kashatenda dhambi, keshaiharibu siam. Lakini atatakiwa ajizuie mpaka magharibi, kama anavyojizuia saim, yale yote ambayo kajizuilia nayo saim, na yeye atajizuia. Lakini yule saim amefunga, yeye ataitwa ni ni mumsik, kafanya imsak. Imsak ni kule kujizuia tu mpaka magharibi. Sasa mtu kashaharibu siam yake kwa kitendo cha ndoa, ina maana ya kwamba akishatenda dhambi, alete tauba, aje afanye kafara na ailipe siku hiyo. Lakini baada tu ya kitendo cha ndoa kama kashajutaraka anatakiwa afanye imsak mpaka magharibi. Sasa anapofanya kitendo chengine cha ndoa, ina maana ya kwamba na imsak nayo kashaiharibu, lakini kuiharibu imsak ni kosa dogo kuliko kuiharibu siyam na kuivunjia heshima siyam ya mchana wa Ramadhan. Ina maana kwamba ili kosa la pili aliletee toba tu, halina kafara. Kwa hiyo kitendo kilichosababisha kafara ni kile kitendo cha mwanzo, na ndio maana atachodaiwa yeye ni kafara, kafara moja. Wako anaviona nasema huyu ana kafara mbili kafara ya kuiharibu siam na heshima ya mchana wa Ramadhani na kafara kuharibu imsak, lakini kwa kauli yenye nguvu ni kwamba atadaiwa na siam tu, atadaiwa siam tu. Likija swali, je, kama atakuwa amefanya kwa wake zake wawili tofauti, au kama ni mzinifu kafanya kwa wanawake tofauti, kitendo cha mwanzo cha ndoa cha kuharibu siam alikifanya kwa mwanamke huyu na kitendo cha pili cha kuharibu imsak amekifanya kwa mwanamke yule, la kama ni mtu mo ndani ya ndoa, kitendo cha mwanzo cha imsak cha kuharibu siyam alikifanya na mke huyu na kitendo cha pili cha kuharibu imsak kakifanya kwa mke yule. Yani mwanzo alikuwa ndani ya siamu akafanya kitendo cha ndoa na mkewe wa mwanzo hapo, si atawajibikiwa na kafara huyo, na atatakiwa sasa afanye imsak mpaka magharibi, na ajutie dhambi yake aliyoifanya, na ailetee toba, ailipe hiyo siku, na aje afanye kafara, lakini hivi sasa anatakiwa afanye imsak mpaka magharibi alipoenda nyumba nyingine ya mke mwingine akamtamani na yule akafanya kitendo cha ndoa, kitendo cha ndoa cha pili kwa upande wake yeye, kitakuwa kimeharibu imsaki yake na sio siam. Ina maana hichi cha pili hakiwajibishi kafara. Ingawaje katenda dhambi, lakini hakiwajibishi kafara. Kafara itahusu kitendo cha ndoa cha mwanzo, kwa sababu kitendo cha ndoa kinachowajibisha kafara kwa kauli sahih kiwe ni kile kilichoharibu siam bila ya udhuru wa kisheria sio kile kitachoharibu imsak. Ama hawa wake zake wawili hawa, kila mmoja kati ya wawili itamwajibikia kafara ikiwa wote wawili wamefanya kwa kuridhisha bwana na sio kwa kulazimishwa, yani wamefanya kimatamanio na wao na kuridhisha mume wao. Udhaifu wa imani umewapelekea huko, ina maana wao zitawahusu kafara pia, nao walete tauba na wafanye kafara na waje wailipe hiyo siku hizo ndo ahkam ambazo umependa tuzitaje katika masala hii, kitendo cha ndoa. Na bado hukumu hizi zinaendelea zinazohusu kuiharibu siyamu kwa kitendo cha ndoa. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.